Pilinga Panya yeye ni kiongozi mwenzangu katika baraza la uongozi, lakini yeye anawakilisha zoni ya Mzizima, na kulia kwangu nina Bwana Shirima ambaye ni mjumbe wa baraza la uongozi, kiongozi mwenzangu ambaye anawakilisha zoni ya uh, Bagamoyo. Kwa hiyo wote tuko hapa kwa niaba ya baraza la uongozi la chama, chama cha Sheria Tanganyika kuzungumza nanyi. Karibuni uh, ndugu wanahabari. Baraza la uongozi la chama cha Sheria Tanganyika kama lilivyopewa mamlaka chini ya kifungu cha nne cha sheria ya chama cha Sheria Tanganyika sura ya mia tatu na saba tunapenda kutoa taarifa hii kwa vyombo vya habari kuhusu matukio ya kusikitisha yaliyojitokeza kuhusiana na masuala ya utawala bora demokrasia pamoja na swala zima yaliyojiri tarehe 24 Aprili 2025 na tarehe 28 Aprili 2025 kuhusiana na kesi ya mwanachama wetu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema Wakili Tundu Antipas Lissu. Katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria katika kulinda utawala wa sheria, kukuza haki na kulinda heshima ya taaluma ya sheria, TLS inafuatilia kila siku, ina tathmini na kuangalia mwenendo, matukio na masuala yote yanayohusiana na masuala ya utawala wa sheria katika nchi yetu ili tuweze kufanya tathmini na sehemu za kushauri, tuweze kuishauri serikali sehemu za kuonya, tuweze kuonya na sehemu za kuboresha, tuweze kuboresha ili kuifanya nchi yetu kuwa mahali bora na salama kwa kuishi. Ndugu wanahabari, mambo yaliyojitokeza tarehe ishirini na nne na 28 ni mambo ambayo TLS kwa mtazamo wake imeona ni mambo yanayoathiri, sio tu kuathiri, yanadogodesha uzito wa muhimili, mantiki ya utawala bora na dhana ya utoaji haki katika taifa letu. Vitendo vyote vya namna hii tunavilaani kwa lugha kali inayostahiki na havifai kufumbiwa macho katika jamii yetu. Ndugu wananchi, kuna mambo kadhaa yaliyojitokeza. Jambo la kwanza, uvunjaji wa sheria na katiba uliobainika, kwanza swala la uvunjaji wa haki ya usawa mbele ya sheria Jambo hili limefanyika ambalo tumeshuhudia kukamatwa kwa wateja wa mahakama. Unajua, mahakama ina wateja wake, na mahakama ipo kwa ajili ya wateja wale, sio kwa ajili ya wakili au kwa ajili ya polisi, ni kwa ajili ya kuwapokea wateja wake na kuwapa huduma yao ya haki ambayo hakuna mahali popote inapotakiwa kupatikana au kuonekana ikipatikana isipokuwa katika mahakama iliyo wazi, mahali panapofahamika panapozoeleka, na kama kuna kubadilika, basi mahali ambako jamii imejulishwa kwa mujibu wa utaratibu kwamba mahakama hii ya wazi itakaa mahala fulani na sio vinginevyo. Kwa hiyo, mwananchi anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. kukamatwa kwa wananchi kwa wingi tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kufuata misingi ya kisheria na kwa kuonekana kuzingatia misimamo ya kisiasa ni kinyume na ibara ya kumi na tatu ya Katiba inayolinda usawa mbele ya sheria na kupinga ubaguzi wa kisiasa na vilevile vile kinyume ya ibara ya kumi na nne ya katiba inayolinda haki ya kila mtu kuishi na kulindwa na serikali. Kazi ya polisi anapokuwa mahakamani ni very limited, kuleta wahalifu walioko kwenye mikono yao, kushiriki kwenye hatua za kimahakama kama anavyoelezwa na hakimu. Maanake nimesikia kuna watu wanasema eh, mahakama imekuwa compromise. Mahakama hauwezi, kwa lile lililotokea Kisutu sio la mahakama, ni la hakimu. Yule ndio mwenye mahakama yake kwa wakati ule. Ndio anayetakiwa kulinda wateja wanaokuja mbele yake. Na kama kuna maagizo yoyote, anaanza kuzungumza na mawakili. Mawakili wanazungumza na wateja wao. That is a practice. Hakuna interaction yoyote ya OCD na hakimu wanaendesha kesi kabla mawakili hawajapata taarifa hiyo. Lolote linalofanyika hivyo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba na ni dalili za kuingilia uhuru wa mahakama na kuifanya mahakama kama, kama kikaragosi hivi tu. Kwa hiyo sisi tunaona hapo kulikuwa na uvunjaji mkubwa wa sheria na haki za wananchi waliofika mahakamani. Vilevile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu binafsi bila kufuata masharti ya kisheria. Sheria yetu inaruhusu mtu kukamatwa bila warrant kwa aina ya makosa. Hakuna kosa la kwenda mahakamani katika nchi hii lililowahi kutungwa na Bunge. Hakukuwa na amri yoyote ya hakimu ya kukamatwa ambayo mpaka leo tumeletewa kama TLS au kuoneshwa kwamba wanaoingia Kisutu wakamatwe. Hatuna amri yoyote ya hali ya hatari iliyotangazwa na rais katika nchi hii ambaye ndio mtu pekee mwenye ruksa ya kufanya proclamation kwamba maeneo fulani hakuna yoyote anayetakiwa kufika kufanya kazi za, za kiraia kwa sababu fulani za kiusalama. Hakuna. Hakukuwa na zuio lolote halali la kiusalama lililohalalisha nguvu kubwa zilizotumika kukamata wananchi wale, ambao tunatumia jitihada kubwa kila siku sisi TLS na wadau wengine kuwahimiza watu wakiwa na migogoro waende mahakamani, wahudhurie mahakamani kujifunza nini kinaendelea, wafike mahakamani kujua na kuona haki zinavyofanyika. Ndani ya masaa machache, watu wachache wanaingia wanaleta vurugu mpaka mawakili. Wakili ukimwona mahakamani, ameutafuta uwakili for more than 10 years anaendesha uwakili kwa gharama kubwa Unende unapiga wakili na kirungu, unasukuma nje ya mahakama. Wakili hafanyi kazi uwanja wa Taifa, wala hafanyi kazi central police. Wakili eneo lake la kazi ni mahakamani. Lakini tumeshuhudia hali ya ajabu isiyoheshimu utawala wa sheria, hali yenye kuvua nje, kuvua na kuiweka nje nchi uchi kisheria. Na ajabu kabisa, unaona bungeni, ajabu kabisa, unamsikia waziri anasema hili ni sawa. Nitaeleza kwa nini si sawa, kwa sababu ndio kazi yetu sisi TLS. vile vile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tumeshuhudia watu wakikamatwa, wanapelekwa. Tumezoea mwalifu sheria inasema, ukimkamata anafanya cognizable offense, mchukue, mfikishe mthi haraka kama sio mahakamani kwenye kituo cha karibu cha polisi. Hatuna sheria inayotupa sisi mtu kukamata mtu kuzunguka naye kwenye gari na kumtupa mtaani, au kumkamata kwenda kumtupa raia kwenye msitu fulani. alafu mpaka leo hatujapata maelezo ni kikosi gani kilihusika kukamata wale raia mahakamani na kwenda kuwatupa porini. Hii ni aibu kwa utawala bora na ni kitendo ambacho nilitarajia waziri wa mambo ya ndani au amechukua hatua na asipoweza kuchukua hatua katika hili awajibike, kwa sababu haya mambo ndio yanayoipaka matope nchi hii. Nchi sio kwamba tuna sheria mbaya kiasi hiki, soma sheria zetu nzuri hizi. Sheria zetu jamani si mbaya kiasi hiki. Kuna watu makusudi tu kwa jeuri tu na kiburi tu wanafikiri wa Tanzania ni punda au ng'ombe wa kuswaga jinsi wanavyoswaga. Sisi TLS tulisema tunataka kuingeji na kila mmoja, tunataka kuwa daraja la amani katika taifa letu. Uungwana wetu sio uoga. Sisi sio waoga. Tunapozungumza, tuheshimiane, tuheshimu wananchi. TLS ilipewa majukumu yake ya kikatiba na kisheria. Wakili anaenda mahakamani, siku hizi wakili anapigwa. Juzi Babati hapa wamemuua wakili, wameua wakili Joseph Masanja. Tumeunda tume, imeenda pale, imefanya kazi. Ameuawa ndani ya eneo la magereza, polisi mpaka leo hawataki kufanya uchunguzi. Walimwita mlevi, kama jana walivyokuwa wakimwita Father Kitima <laughs> mlevi, ati amekaa E, si masaa mangapi akiwa na leva, wameua Joseph Masanja. Sisi kwa uungwana tumetulia, sio kwamba hatuna hasira, tumetulia, tukaandika kwa utaratibu kabisa. Tunashukuru magereza wakatuita, walitupokea magereza, wakazungumza na sisi na wakatuonyesha hatua walizochukua, lakini wakatueleza kuna uwigo wao magereza wafiki tunaandika barua kwa waziri wa mambo ya ndani mpaka leo hajatujibu hatutakaa kimya we are coming very strongly as it never happened before kwa sababu sisi sio kuku wa kuchinjwa kuwa wakili sio tiketi ya kuuawa bila sababu ni kazi halali tuheshimiane tumeandika barua ili watanzania ninasema hapa watanzania mjue msije mkasema TLS wakorofi tumeandika kumwona waziri kwa sababu upelelezi haufanyiki makusudi, wanaona yule wakili ni sawa na kuku au mbwa tu aliyekanyoga barabarani. Yule ni baba, ni mwenzetu, is our colleague, we are not going to be silenced. Tumeandika barua, hawajafanya, we follow up with action and we are going to rumble very strongly. Kwa hiyo waziri atusikie, barua yetu iko mezani kwake na tuliweka kila kitu kwa uwazi, sio kwa nia mbaya, kwa sababu sisi TLS kazi yetu ni utawala wa sheria, hatuna shida na mtu yeyote. Jambo lingine lililojiri, kutokutolewa, kutokutekelezwa kwa taratibu za sheria za makosa ya jinai. Jamani, sheria zetu ziko wazi. Ni kweli kuna mazingira ambayo lazima shauri liendeshwe in camera, yaani kwa faragha. Mazingira hayo ni kesi za watoto wadogo, kesi zinazohusu mambo ya ndoa hasa yenye mambo yenye ukatili wa kijinsia, usikilizwaji wa ushahidi unaohusu ujasusi espionage ule unaoanza kufichua yani usalama walifanyaje, waliendaje. Maeneo yale yanapofika kutolewa ushahidi, lazima watu waondolewe mahakamani, sio usalama huo unaozungumzika eti tuliona watu wengi wakienda mahakamani kwa usalama. Aa, is very specific. Na anayeondoa ni hakimu, wakati wa usikilizwaji full stop. Mahakama ina konven shahidi, anaingia tunaambia tse kamera inkoti, ni kamera wala hakuna anayebisha, sio kesi moja mbili, na mtu asikudanganye watu kuhudhuria mahakamani. Na ndio maana nasema hili sio tatizo la mahakama, ni tatizo la hakimu. Mimi nimeendesha kesi zenye public interest. Mbea pale tulikuwa tunahudhuria watu zaidi ya elfu mbili elfu tatu kila siku. Uliwahi kusikia hata kuna mtu amekanyagwa kidole? Kwani ile ni mahakama ya Kuwait? Tumeendesha kesi Vwawa mwezi mzima, wanakuja watu zaidi ya elfu moja na va hawana wa, mbwa hawana evuevu hawana magari ya polisi nani ulisikia, mpaka hukumu inatoka hakuna hata mtu aliyerusha jiwe. Kila mwananchi alisikia, wakurizika alirizika, ambaye akurizika akurizika. Tumeendesha kesi ya namna hii yenye public interest tukuyu pale rungwe sehemu ambapo ni mahakama, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi gani ziko hapo hapo, mpaka hukumu inatoka, hakuna hata tofali lililoyumba, hakuna mwananchi anayekwenda kufanya vurugu mahakamani. Waliofanya vurugu wamekiuka sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kama inavyoelekeza katika vifungu vyake vya kumi na moja, kumi na mbili, kumi na nne, ishirini na moja, ishirini na tatu na hamsini na nne wamekiuka kifungu cha, mako, eh, cha sheria ya mahakama za mahakimu kifungu cha kumi na nne moja na mbili, wakaligeuza mahakama kuwa sehemu ya kufanya ukora na uhuni, usio usiomithilika mbele ya sura za watu wote wenye ustaarabu. Sisi kama TLS tunakemea kwa nguvu zote na tunataka kuziomba mamlaka. TLS iko tayari kushirikiana kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani, haki, mshikamano na utawala bora, lakini hatuko tayari kuendelea kudhalilishwa. Sisi hii ndio eneo letu, hapa ndipo sisi tuliposoma, tulikula kiapo kwa ajili ya kazi hii. Watuheshimu basi na kuheshimu eneo letu la kazi. Hata kama una silaha na magari mapya hujawahi kupiga au una mbwa mpya hujawahi kuona akiuma mtu, usitamani kuuma basi, tafute hata mazingira mengine, lakini usitafute kwenda kuuma watu wanaoenda mahakamani. Kweli unabeba mbwa kwenda kuumisha mlipa kodi? Tuna jeshi la polisi linabeba wananchi linapiga na kutupa vichakani, alafu unarudi nyumbani una watoto wako wanakwambia baba pole na kazi, utasema asante? Kwanini hatuwasaidii viongozi wetu? Kwanini tunawasa? huku ni kuwasafisha viongozi wetu kwa kuwapaka kinyesi. Na inawezekana ni jitihada za makusudi tu. Inawezekana kuna watu wanajua kwa nini wanafanya vitu vya namna hii. Kwa mambo haya sisi TLS tumeyachukulia kwa uzito mkubwa, tunayakemea na tunasema hatutayafumbia macho katika Yesu tumeongea, baraza la uongozi lilivyokaa linatambua kuna mawakili wanaoendesha haya mashauri. Kwa hiyo a code of ethics, hatuwezi kwenda moja kwa moja kut na kuingilia haki za wateja wao na ndugu za wateja wao waliofika mahakamani, lakini tutakachofanya tutashauriana nao kuona namna ya kuwawezesha na kuratibu ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika, kwa majina yao, kila aliyeonekana akitekeleza kitendo hiki kwa majina yao. Na tunasema tutashauriana nao kwa sababu wao wana discretion yao. Wangekuwa hawana mawakili leo, ningekuwa ninatangaza majina ya mawakili na tarehe tunayokwenda kufungua kesi lakini kutokana na maendeleo tuliyopata, tunajua kwamba na wenyewe kuna shughuli wanafanya mawakili wa wahusika katika hili. Kwa hiyo na sisi lazima tuwaache nao wafanye kwa maeneo yao. Kwa hiyo sisi tunachofanya cha kwanza, tumeonya kwa ukali na tumesema yoyote anayesema kilichoendelea kule mahakamani ni sahihi, ni mpotoshaji na hajajielekeza sawasawa kwenye sheria. Kuna mazingira mahususi yanayoongoza usikilizwaji lakini sio yale yaliyojiri tarehe 24 na tarehe 28. Na ni ajabu jambo hili linabishaniwa mahakamani. Mwanasheria mkuu, mwanasheria mkuu unasimama bungeni na kuzungumza ku na kutoa maoni yaliyoingilia uamuzi ambao bado hujatoka mahakamani ndani ya bunge. This is an, a grave insult to our judiciary. Na tunashauri tutatafiti, tutata na kuwashauriana na wenzetu tu, tuone namna ya kufanya, kwa sababu uamuzi wa mahakama umeshaingiliwa. Ametoa ruling AG. <laughs> bungeni, kitu ambacho ni wrong. Alitakiwa kurefrain. Haukatazi ku comment kitu kinachoendelea mahakamani, lakini lazima uobserve kinaitwa sub judice rule. Yani, ninapozungumza lazima isiwe nina sujesti majibu ya jambo linalotakiwa kufanya kufanyika mahakamani, au nisiwe nina evaluate ushahidi, kazi ambayo ni ya hakimu. Lakini kama ni fakti tu, Mwabukuzi amezungumza hivi, ushahidi ukaorozesha uka ule, hujafanya kosa lolote. Ukasema kuna kesi hii na hii inaendelea hivi, hujafanya kosa lolote. Ukishafika kusema kitu hichi ni kweli kiko hivi, hii, hivi. Ni sahihi na tumepitisha hivi, kwani tuwe na mahakama? Tuende kwa AG, awe AG awe hakimu mwenyewe awe polisi mwenyewe, yale majengo tufugie kuku na nguruwe. why wasting your time kwa hiyo tuna ili tunakemea jambo likiwa mahakamani lazima tu, eh, observe sub judice rule. Tukiteteresha mahakama, ndugu zangu, tukiteteresha mahakama hatuna jeshi wala polisi wa kuzuia hasira za watu milioni 61, milioni 62. Lazima tuelewe hiki kihopo kidogo nachokiona, ni kwa sababu mimi naamini, panya akinikanyaga ntampeleka mahakamani. Nikishajua mahakama hii ni ya panya na inafanya anachotaka panya, tutafika mahali tutalia na kuomboleza. Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wetu, ni wajibu wa viongozi wetu wanaopewa madaraka ya kumsaidia rais kutekeleza majukumu ya kikatiba, lazima tunaitisha, lazima kiwekwe chombo cha kusimamia utendaji wao, hususan ni jeshi la polisi, kwa sababu utendaji wa jeshi la polisi saa hizi ni sawa sawa na kombola lililokosa mwelekeo. Fadha juzi nimeshangaa sana fadha kitima, mimi niko ninavyomuona ana faiti na uhai, madaktari wanahangaika naye I'm observing. Pale pale namuona <laughs> ndugu yangu Mlilo anasema anayedai amepigwa. Kwa hiyo inamaana yani, yani fadha pale anajifanyisha kitandani yani, yuko mtu ana struggle na life, lakini jeshi la polisi linatoka na kudogodesha kile kitendo kuonesha it is nothing. Uta, utajuaje uko salama? Tunaona gari la polisi linabeba watu kisutu wanatupwa kule, anasema sisi hatujawachukua wachukua. Alafu wanatupa kwenye mapori ambayo mara zote tunayakuta yana utata utata. Kwa hiyo hiyo njia wameifahamu wapi? Kwa hiyo ina maana kumbe hata wale watu wengine wanaokuta kwenye hao maeneo, hawa waliopelekwa wanaweza wakatusaidia. Kwa hiyo sisi, ni rai yetu, kwanza wahusika wote kufunguliwa mashtaka kwa majina yao binafsi. Hakuna kutumia kodi za mtu hapo kutetea mtu mzembe awajibike kwa mshahara wake. Ili taifa linaongozwa kwa mujibu wa sheria na kila mtu anatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na mamlaka aliyopewa. Kilichofanyika tarehe 24 na 28 ni uhalifu dhidi ya utawala bora na lazima tutake uwajibikaji. Jambo la pili tunarudi kwenye wajibu wetu wa kitaaluma. Tunarudi kwenye kongamano. Tutaandaa siku ambayo tutadeliberate ili na kuliazimia kama TLS, ili tutengeleze policy kwa sababu tunapodeliberate tunapeleka kwa wahusika ili siku <laughs> siku tukiweka mguu chini, asije akasema watu TLS wakorofi. Kwa sababu wananchi, hamjui kila kinachotokea, si tunaandika na tunawapelekea wahusika na kama ni cha kumuhusu mtu tunamwambia bwana, hichi akiko vizuri. Bwana tunaomba tukuone, kuna tatizo hapa. Lakini watendaji wanakuwa na kiburi, hawataki kushirikiana na sisi ambao tunaonyesha mkono wa kirafiki wa kitaaluma. Hatuta sita kusimama. Ukisoma sheria yetu inaturuhusu to cause and make it happen. Sasa usitulazimishe twende kule. Kwa namna gani? si tulisema tulipoomba huu uongozi hatukuwa tunaomba a walk in the park. Sisi tuko tayari kukinywa kikombe kinachoendana na huu uongozi. Tutachukua hatua ngumu kama TLS, tutachukua hatua za kutaka uwajibikaji kama TLS. Kwa hiyo wale wote wenye barua zetu wazifanyie kazi. Sisi tuko tayari kukaa mezani, tuyatengeneze kwa maslahi ya wananchi, sio maslahi ya TLS, maslahi ya wananchi, maslahi ya utawala bora.